Niwapongeze Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mimi nikiwa kama mkuu wa wilaya, mara nyingi napata changamoto nyingi sana ambazo wananchi wanakuja kunieleza, lakini namwita mtu wa ardhi pamoja na mkurugenzi tunaweza kutatua kwa mmoja mmoja. Lakini leo wananchi wengi kwa ujumla wanapata huduma hii. Wananchi wenzangu, hii si raha, ni raha, tunajifunza hatujifunze. Makofi kwa Mama Samia. Ndugu wananchi, wizara inaendelea kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na sasa huduma za usimamizi wa ardhi zinazoendelea kupitia mfumo wa e-Ardhi. Hatua hii, hatu hii tunaamini itawezesha wizara, wadau, wananchi kunufaika katika masuala yafuatayo. Moja, kuharakisha utoaji wa huduma za ardhi Pili, kuimarisha uwazi na uaminifu. Tatu, kupunguza gharama za muda kwa utoaji wa huduma. Nne, kuboresha ufanisi katika usimamizi na ufuatiliaji. Tano, kupunguza changamoto ya upungufu wa, wana, wa watumishi wa kuweza kukusanya maduhuri ya sekta ya ardhi. Ndugu wananchi, ninapenda kusisitiza kuwa matumizi ya teknolojia katika sekta ya ardhi si jambo la hiari bali ni hitaji la msingi katika karne ya sasa. Kupitia mfumo huu, huduma za ardhi zitawafikia wananchi wa mijini na vijijini kwa usawa, bila urasimu na kwa gharama nafuu. Tumeweza kuhudumia wananchi 458 na kati ya na wananchi 458 wananchi mia moja na tisa waliweza kufunguliwa akaunti katika mfumo wetu wa kidijitali wa e-Ardhi. Kwa sababu tuna sasa hivi tunatumia mfumo wa kidigitali kutoa huduma za sekta ya ardhi, lakini wapo wananchi themanini na tano ambao walifika hapa na tukaenda kufanya ukaguzi na uhakiki wa viwanja vyao na wakaruhusiwa kuendelea na taratibu za umilikishaji, lakini pia wananchi sabini na moja waliweza kulipia na kuandaliwa nyaraka za umiliki. Jumla ya hati mia, mia moja sabini na tatu zimeandaliwa ndani ya hizi siku tatu, na wananchi mia moja na tatu wameweza kukabidhiwa hati ndani ya kipindi cha siku tatu, na katika upande wa migogoro tumesikiliza migogoro kumi na saba, migogoro minane tumeitatua, na migogoro tisa tunaendelea kuifanyia kazi. Na katika kliniki hizi pia tunakusanya maduhuli ya serikali, na katika upande wa maduhuli ya serikali tumekusanya kwa hizi siku tatu milioni ishirini na tatu laki tatu na, na, tatu na shilingi mia nane. Kwa hiyo tunatumaini kwamba mpaka tuje tufike tarehe ishirini na sita tutakuwa tumewahudumia wananchi wengi, lakini pia serikali itakuwa imekusanya